tukizungumza tukiacha masiara pia Ibra amekuwa msanii mkubwa sana licha ya juhudi zake lakini tunaiona lebo nyuma yake imefanya kazi kwa hiyo alipe pesa aondoke Diamond anaposti yule wimbo naye in fact ni kwamba wimbo unamsaidia yeye mwenyewe Diamond ana followers milioni 18.5 kwenye mtandao wake Diamond akishare chochote kile kwenye Instagram wanapata engagement ya watu laki mbili na kuendelea. Sharing za Instagram zinafika mpaka watu 1000, 2000, ta anaposhare ngoma ya Ibra, manake anaongeza revenue kwenye lebo kwenye, kwenye, kwenye ambayo sasa hivi Ibra hanufaiki nayo chochote kwa sababu amepigwa pin. Kwa hiyo pesa ambayo itaongezeka kwenye mtandao wa YouTube, pesa ambayo itaongezeka kupitia Spotify direct inaenda wapi? Konde Gang. Nani mmiliki wa Konde Gang? Ni Harmonize. Kwa nini unakasirika? Kwanini unakuja kwenye story, unaanza kumchambua vitu vingine ambavyo havina maana ya, private jeti. Anazungumza yake ya na yani ya manake anaendelea kushuka zaidi raha yani, ya ugonvi, za mjibu. Mjibu, kwa iyo, yeah. Yeah, yeah, so ni mihemko ambayo mimi huwa naizungumza wakati wote na kwa ubaya mimi wanapongeza pia Harmonize anapofanya vizuri kwenye vitu, nilipongeza alipokuwa amewatambulisha mameneja wapya, yule jamaa wa kimataifa, nikasema is true, sasa hivi tunataka kwenda worldwide, lazima tuwe na watu wa namna hii. Lakini vitu vingi vinavyoendelea, unaona haviko sawa. Diamond anaposti ile video, hajaweka chochote. Ukienda kwenye YouTube channel, unakutana na comment za watu pale, nimekuja hapa kwa sababu ya Diamond, nimekuja kwa, anaongeza engagement Diamond. Amekuwa foreign na wasanii wakubwa barani Afrika Si ndio? Kwa hiyo ni advantage kwa Konde Music Worldwide. You never know. Tunazungumza hapa hizi back and forth. Labla Ibra kaendelea kuwa Konde gang. So amemwongezea nafasi nyingine. Kwa hiyo eh, hapo na hizi atu asiwe na miemko, atulize tempo, ajue yeye ni superstar ambaye anatazamwa na kila mmoja. Huo mtihani wa kuvumilia vitu, calmness, Diamond peke yake Tanzania ameiweza. Niliwahi kumzungumza pia, hata Ali Kiba kuna wakati alikuwa anakosea. Wewe unachokozwa tu unakuja kwenye mtandao unamlipua yule nani, yule wa kwanza Master J. Yeah. Master J akaomba msamaha, you feel me? Aya, wewe kitu ambacho umemwambia Master J unakiombea msamaha wapi? Una, unaanzaje kumsafisha mtu wa namna hii? Kwa hiyo kuna wakati mwingine hawa wasanii vitu wanavyovifanya watajikuta wanaingia kwenye defamation ambazo zitawahitaji kulipa pesa nyingi ambazo wao hawana na watafilisika ama watashusha title zao. Okay. Uh, kuna swala zima la kuitana chumbani. Hili swala bwana limezua mtafaruku mkubwa uh, kwa watu wanaongelea. Harmonize bwana alikuwa anaita watu chumbani, Ibra ndio kasema hivyo, na baada ya taarifa hizi, baraza la sanaa la taifa likawaita Harmonize na Ibra pale Basata, na uzuri siku leo asubuhi uh, alifanikiwa kufika Ibra peke yake na Harmonize hakuonekana. Sasa watu wengi kwa wameandika uh, vitu vingi sana ikiwemo labda Harmonize alidharau na nini. Pengine kwa upande wako Ibra kufika Basata na Harmonize kuto kufika pale Basata. Unatoa unatoa maoni gani juu hili? Uh, sio lazima nafikiri kuiona sura ya Harmonize hmm. Anapoitwa kwenye uongozi kama ule. Hiyo wala hata simlaumu. Nimesema mimi Harmonize ni taasisi. Ni taasisi, Konda Gang ni taasisi. Sijafika Basata. Uh, inawezekana pengine labda alituma mwakilishi mwanasheria ama moja kati ya mameneja wake ama viongozi wake wameenda kusikiliza kesi na hiyo inafanyika kwa mastaa wengi tu wakubwa duniani. Sio lazima yeye awepo pale, e, anaweza kawa amewakilishwa, lakini kama hajaenda mtu yeyote, sasa hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo nikipata uhakika wa hiki ambacho nazungumza nitakitolea ufafanuzi, ila sio lazima tuione sura ya Harmonize kwenye wito wa viongozi au Wabasata wa, wa, wa kwa sababu alikuwa na uwezo wa kwenda kusikiliza kesi mtu yeyote, mwakilishi wake okay. Umeelewa? Sijui e, kwa Ibra ni sahihi, kwa sababu Ibra ndo Ndo, mwenye, ndo, ndo, ndo ndo mtu ambaye ana struggle na hiyo swala, kwa sababu hata mwaka 2000 na ngapi ile wakati Harmonize anataka kuondoka WCB ulikuwa unaona namna ambavyo yeye ndo anapambana kuingia kila sehemu bwana kumuomba bwana Diamond, kwa mujibu wa maelezo yake, sio kwa hiyo. Hata Ibra ni sahihi, um, wanapaswa kulimaliza ile swala, na mimi na, na, na, nimwambie tu Ibra kiukweli, kama kwenye makaratasi kuna shilingi bilioni moja imeandikwa kwa namna yoyote inapaswa atoe. Yani mikataba ndio iko hivyo e. Hata kama kutakuwa na huruma ya BASATA, labda BASATA watawasuluhisha wa watawa, tu nini kwamba mkae mzungumze pasi na maugomvi pesa ilipwe, umeelewa eh, ila ni biashara. Na kwa mziki ulipofikia kiukweli, bilioni moja, it's not a big deal. Yani Ibra ametengenezwa, amekuwa mkubwa, tukizungumza tukiacha masiara pia. Ibra amekuwa msanii mkubwa sana, licha ya juhudi zake, lakini tunaiona lebo nyuma yake imefanya kazi, kwa hiyo alipe pesa aondoke. Nilikuwa na nimeandika tweet moja nikamwomba uh, nikamwomba bwana Simba, unajua Ibra, Ibra ile ni pesa tupu ile, okay, ukimwangalia Ibra ni hela. Hmm. Anaandika na imba vizuri. Yaani kaka Ibra ni pesa 100%. So nilikuwa na tamani kama ambavyo sisi sasa hivi wachambuzi tunachambua muziki utaratibu mpya ambapo hii ilikuwa inafanyika kwenye michezo peke yake si ndio? vivyo hivyo hata kwenye record label wasanii, ukiona msanii anafanya vizuri, kuwa na utaratibu wa, wa, wa msanii kutoka record record label moja kwenda nyingine, ananunuliwa kwa sababu it's a business sio? Yeah. Kama ambavyo Chidi na Kili waliondoka Kings Music wakaenda Konde Music Worldwide, so hata Chinga anaweza kutoka Konde Gang akahamia Wasafi. Diamond ni uh, Ibra ni biashara na Diamond ni mfanya biashara. Hata aina ya muziki ambao unaona anaufanya in business way kwa hiyo na simba bilioni moja, nafikiri sio sio sio sio shida zake, alipe bilioni moja amchukue kijana akae pale Usafini, maisha mengine yaendelee, na tutapata. Ni mimi nazungumzaga, nasema Ibra ndio Rema wa Tanzania, Rema wa Nigeria, yule wa calm down ambaye anafanya vizuri worldwide, ndiye Ibra. Ibra uwezo wake kwenye hii generation C, yeye anaongoza namba moja kwenye kila kitu. Ni msanii anajituma, anafanya vitu vingi anapaswa kuwa sehemu sahihi ili aweze kutimiza ndoto zake, na sisi kama taifa tukawa tuko proud na huo mchongo. okay. yeah. Moja kama hii ambayo watu wanasema ya chumbani ishu kama anaweza ikafananishwa watu wanasema pengine ishu mm. hii ya Ibra kusema kwamba alikuwa anaitwa chumbani na Harmonize, na baada ya kuitwa eh, nguvu, nguvu, nguvu, lengo alimzidi bro pale kwa kumwangusha zakaangusha Harmonize kwenye game hii ya muziki hapa Tanzania, inachafua, inachafua brand ya mtu. Nilikuwa nazungumza na zaidi yao muda sio mrefu hapa, nakuaje ndio mnahudumu kiwanda cha muziki moja kwa moja, wameamua kuchagua maisha ya kawaida. So mimi siwezi kudhibitisha kwa sababu hiki kitu ni dhaniwa yani. Hakuna mtu ambaye ana yuko sure kwamba bwana kweli Harmonize tabi yake ni kuwaita watu wanaume wenzake chumbani. Chumbani wanaenda kufanya nini sisi hatujui, kwa sababu mtu anaweza kukuita chumbani akaweka pesa kwenye meza pale akamwambia, shika meza, chukua hela yako uondoke. You never know. Umeelewa sijui. Ama chumbani kule kuna gym. Eh, kwa hiyo bwana sasa mimi siwezi kukupa wewe hela ya kodi lazima kwanza tupige gym hapa, we msanii wangu tengeneza. <laughs> tengeneza nini mkono vizuri, alafu chukua pesa, ondoka, yeah. Haikuelezwa exactly chumbani kinaenda kufanyika kitu gani, tulichosikia ni kwamba Ibra anasema oya, we mimi ni msela, yeah. Umeelewa sasa. Kwa hiyo chumbani huko mimi kwa kweli pana nichanganya, yeah. Lakini nilikuwa nafikiria hiyo labda ndio hivyo, ni mtu wa mazoezi ana gym pia ndani chumbani. Kwa hiyo you never know. Ila okay, kama story ndivyo ambavyo zinaendelea hivyo. Kwa sababu Harmonize pia akashuka pale akasema, "Kwa hiyo umeamua kujitangazia ushoga." Bwana mimi niliogopa ile kauli. Aliandika kabisa ile. Eh, niliogopa sana ile kauli. Sasa maana yake umeamua kujitangazia ushoga. Mm -hmm. Hey, hey, ushoga. Kwamba Ibra shoga. Na wewe Harmonize unajuaje kama huyu bwana mm -hmm. shoga? Yaani mimi ndo kwenye vipengele hivi mpaka sasa hivi yani, siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja lakini na mimi pia nabaki najiuliza tu. Ibra anasema wewe, tabia yako kuwaita watu chumbani. Chumbani. Muneza anasema kwa hiyo umeamua kujitangazia ushoga, yani kwamba yeye yuko hivyo. Sasa kama yuko hivyo huyu Harmonize alijuaje mambo haya? Hmm. Sio kama umeelewa kaka. Ibra anasema waita vijana wako wao wao ni wakina nani ambao wanaingiaga kule yani. na pale pale kongo gang tunaona. hmm. Vijana wengi wanaenda pale. hmm. Unamkuta unamkutaaj, ngoja njoo nimalizie watu wasinielewe vibaya. Yaani mimi najiuliza <laughs> kwamba waite hawa vijana wako ni wapi? hmm. Unamkuta kuna, kuna wakati Mr. Pimbi naye alikuwa anaonekana Konde <laughs> Gang eh <laughs> <laughs> bambo yupo sasa, kwa no, kwa hiyo no, kwenye hili mimi jamani sijui chochote kwenye hili mimi, mimi najiuliza kama nyinyi mnavyojiuliza yeah, yeah. Uh, mimi kwa na swali langu hapa aja pale, wameshapita wasanii wengi kapita Chidi, kapita Kili, kapita Angela, Ibra yuko pale, paka sasa hivi naye pia anaondoka, Country boy kapita pale au na wataja wote, walikuwa wasanii talented sana, lakini wakaondoka Konde Gang. kila mna sababu zake, pengine Konde Gang sio mahala sahihi kwa msanii yoyote kwenda kukua kimuziki. Exactly. mimi ushauri wangu pia kwa Konde Boy. Konde Boy ni msanii mzuri anapaswa afanye mziki kwanza, yeye afanye mziki yeye, awe stable financially, awe mature kukubali kuongozwa na watu kama ambavyo nilisema mwanzo, management ni taasisi. Taasisi haiwezi kuongozwa na mawazo ya mtu mmoja. Kwa hiyo kama wewe bado haujawa mature kukubali, mimi huyu atanisimamia, atanishauri, acha kufanya record label, lakini lazima pia uwe financially fit. Mziki unahitaji pesa. Diamond, anafanikiwaje? Tayari yeye mzigo alikuwa nao, niliandika, na ndio maana unamwona ni mtu wa, ni, ni risk taker, ni msanii wa kwanza kuanzisha mambo mengi, okay. Sijui sabuni sijui betting redio, umeelewa? Ni risk taker, so afanye kwanza yeye mziki, akishakuwa stable ndo achukue watu wengine hao wote. A ha, unawataja, walipita Konde Game. Mimi nilisha mimi nilikuwa nimezungumza mara ya kwanza kabla hata sijawa hivi uh -huh. maarufu nyinyi mnakuja mnanioje uh -huh. Nikawa nawaambia rafiki zangu tu mtaani, nikamwambia kwa staili hii hakuna hata msanii atakayebaki hapa. Hakuanzisha lebo kusaidia watu, alianzisha lebo kushindana na Diamond. kwamba mimi nimetoka WCB, mimi naweza nikawa tu kama wewe nikamiliki wasanii ambao wana mimi tena zaidi. Anasahau kwamba uwekezaji unahitaji pesa. Pesa alikuwa nayo Diamond, anaweza kuajiri hata watu watatu. Lakini hawa watu watatu Diamond anasema hata ikipindi iko anamtoa Harmonize aliwekeza milioni mia moja milioni 115 kwa kwa project ya msanii huyu mmoja. Wewe Harmonize unaanzisha lebo, unamchukua msanii, una hiyo milioni 115 ndani ya kumwekeza tu, kuwekeza tu kwa msanii ili baadaye irudi? Hauna. Kwa hiyo ni lazima uwe na pesa ambayo itatosheleza mahitaji yako wewe, sio kwamba una pesa unataka kuanzisha lebo, unachotumia unatumia kwanza wewe, kitakachobaki ndio unamsaidia msanii wako, never. Wanapaswa kutengewa bajeti maalum Tarudia naiomba BASATA wasimame kwenye eneo la record label, kuzikagua, kuzifanyia utafiti kama hawakizi vigezo. Yani record label isiwe tu bwana mtu anaamua jaza muhari, anasema mimi bwana nataka nifungue lebo yangu. BASATA wakague, wajifunze pia kwenye mataifa mengine, waangalie hii, huyu mtu ana uwezo wa kuendesha wasanii kama hawana wasitoe vibali, kuwe na vibali vya kutolewa kuanzisha lebo, na hizi ambazo zipo kama hazikidhi vigezo wazifungie, kwa sababu unaweza ukakuta tunafungua lebo, malengo kuwasaidia watu, bado tukawarudisha watu nyuma. Kwa hiyo ni lazima tuwe na utaratibu maalum wa hawa wasanii kuangalia lebo hizo zinawezekana. Joh Makini alikuwa na lebo yake hapa Makini Record, sijui mpaka sasa hivi imekufa sehemu gani? Unanielewa? sijui Eh, kwa hiyo ndo maana tunasema lebo kubwa Afrika ni tatu tu ya Olamide, Donjazz na EWCB. Wao ndo at least wamefika kwenye target na ni kwa sababu wanaendesha lebo as a taasisi, wana watu maalum wa kuwasaidia na kufanya mambo yao ya. Bana haja the incredible, tunashukuru sana kwa time yako, umetupa vitu vingi sana, hope so sio mara ya mwisho bwana, nakutana siku nyingine, noma sana Eh, bwana sasa wakunjue pia watu follow kwa sababu kama hivi Diamond, mimi sio kwamba kila wakati namsifia, kuna wakati yeah, namchapa lakini, unaona sasa, na yeye anakuja na ni follow na kwao kaka yangu Alikiba, Harmonize mm, Nandi, sijui Zuchu, hatuna ubaya, tunazungumza kwa ajili ya kujenga, unawonyosha mm. E, lakini unakufollow yes, na ni follow na hiyo na namna ambavyo nilifurahi right, kwa Diamond nitafanya hivyo pia kwa wengine na wengine na wengine, lakini tukumbushane tu, mimi ndo mtangazaji pekee wa generation hii. Diamond amenifollow ndugu zangu, na mnavyonitagitagi kunipa kolabo he, kaini mkijua nitakapopokea kolabo yenu, basi na Diamond anawaona nyinyi.